Mchungaji kwa ajili ya kunena maneno matatu kwa ajili ya zawadi ya kanisa na mailo, karibu. Asante. Tumsifu Yesu Kristo Bwana wetu, wana wote Yesu Kristo apewe sifa. Asalamu aleikum. Asante katibu wa ushirika, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu aleikum. Amen. Awali ya yote, nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa kibali cha kuweza kufika mahali hapa kwa ajili ya kumpongeza binti yetu mpendwa ambaye leo hii anakwenda kuanza safari ya kuingia katika maisha mapya. Lakini la pili, nipende kuwakaribisha katika usharika wetu wa Chanika ulioko jirani na benki ya CRDB, nyuma ya benki ya CRDB pale. Tupo tunamwabudu Mungu wetu katika roho na kweli, karibuni sana. Na jambo la mwisho, nimepewa nafasi kwa ajili ya kukabidhi zawadi ya usharika kwa niaba ya mchungaji kiongozi wa usharika wa Chanika, na leo tumepata neema ya kuwa na wachungaji wetu wawili. Ehe, wachungaji wawili ambao wametumika na wanaoendelea kutumika katika ushirika wetu wa Chanika, ni <tumika> jambo la baraka sana kwamba kuna ambaye anaendelea kutumika lakini kuna ambaye anatumika kwao, wote kwa pamoja ni watumishi katika ushirika wetu, na ndiyo maana leo tuko nao mahali hapa. Nitakabidhi kwa niaba ya mchungaji zawadi ambayo iliandaliwa na ushirika kwa ajili ya binti yetu. Mungu awabariki na ikawe ni mwanzo wa maisha

na praise team nzuri kabisa ambayo yametuburudisha namna hiyo. Basi sasa ni muda mzuri wa kupata picha pamoja na muumini mwenzetu kama kanisa, ili tupate kumbukumbu pindi akiwa anaangalia kwenye dali yake awe anatabasamu. Na vilevile namkaribisha Mzee Mtigeni kwa ajili ya utambulisho wa wazee wa kanisa ambao wapo mahala hapa tuwafahamu namna hiyo. Studio mambo tulio naomba nipende kuwafahamisha wageni wetu wote, mabibi na mabwana, kwamba katika ukumbi huu pamoja na baraka ambazo katika mtu kusema hapa kwamba kuwa na wachungaji wetu wote wawili kwa pamoja katika tukio hili si kitu cha kawaida bali ni oh, mema. Bwana asifiwe. Lakini pamoja na wachungaji, palipo mchungaji kuna wainjilisti, palipo wainjilisti kuna wazee wa kanisa, na katika ukumbi huu tuna wazee uh, wa kanisa pale ushirika wa KKT Chanika. Naomba pale walipo waweze kupunga mikono, tuweze kutambua wepo wao, wazee wa kanisa naomba <tipulsa> kanisakabu <tipulsa> sana. Sasa naomba sana lokepo huku wote nakuja ukaa juu mpaka kwenye steji hili kwa picha nzuri wotenye.